Waziri wa wizara ya maendeleo ya jamii jinsia, wazee na watoto, Mheshimiwa Anna Anes Paul, amewataka wakandarasi wanaokarabati nyumba za wazee kuongeza kasi ya ujenzi ili kuhakikisha ongezeko la muda walilopewa la kumalizika kwa mradi huo linafikiwa kwa wakati. Ameyasema hayo huko Wete Limbani, ikiwa ni katika ziara maalum ya kukagua ujenzi huo, ambapo amesema ni vyema ujenzi huo ukazingatia mahitaji maalum kwa lengo la muda mrefu ya nyumba hizo ambazo walengwa wake ni wazee. haliko vibaya sana. Si nzuri sana lakini si baya sana pia, zile mishikio mle mishikio, ndani ya choo kuwekwa ni muhimu sana. Mtu kuchutama chini kule hana mshikio wa kumrudisha juu, changamoto kwake. Kwa hivyo zile ziwekwe, kwa sababu zile nyumba tumewajengia nani wazee, na ukisha kuitwa mzee tayari kuinama na kuinuka kwake na kuacha, lakini kikawa afadhali basi, maana wengine wanaingia na, na vigari pale tusiweke tuseme mmoja, kuna mmoja tu mpaka ah, siku zote atakwepo mmoja au ndio tuje tuvunje tena, tukarabati upya, tuweke kwa malengo ya muda mrefu. Tusiwe tuna karabati tu sisi tuna karabati tu kila siku ah, ah. 2.2b si jambo dogo, si pesa ndogo za wavuja jasho, hizi kodi za wananchi, au pengine za mkopo tumekodi, lakini ndio tutalipiwa hizo kwa kodi za wananchi. Tuzitumie effectively, si nyingi sana, lakini si kidogo hata kidogo kwa hivyo tukitumia tumetumia kwa fokus ya miaka angalau ishirini thelathini ndio tututengeleze tutengeneze tena. Na awali akizungumza naibu waziri wa wizara hiyo Mheshimiwa Zawadi Amur Nasor amesema lengo la ukarabati huo ni kuhakikisha wazee wanakaa katika mazingira salama, hivyo ni vyema wakandarasi kuhakikisha wanakabidhi jengo hilo likiwa na ubora unaohitajika na kwa wakati. Lengo ni kuhakikisha tunaweza kitu ambacho kitachukua muda kabla kukarabati, na kisiwe kama muda ule, hata kile kipindi chenu kile, ndani ya kipindi kilefatuk tunahudumia sisi wazee na wazee wajua changamoto zao ikiwakabili jengo hili

Wakizungumza, mshauri elekezi wa mradi pamoja na mkandarasi anayesimamia mradi huu wamesema kuwa, kuwa hali ya mradi imefikia katika hatua nzuri, hivyo watahakikisha wanakabidhi katika ubora unaohitajika. Kazi ya mradi ndio kama tunavyoona ipo mwishoni. Mwishoni kuna vitu ndani bado ndoana maliza ya kandarasi wetu na sa hivi a kurekebisha vitu vidogo kidogo, ili kukamilisha mradi ndani ya Januari, tuweze kukamilisha. Katika ziara hiyo pia waziri alitembelea nyumba ya kulelea watoto iliyopo Micheweni Pemba. Kutoka Pemba, Fatma Suleiman.